Ambao moja ya mikakati ni kuja kuona kazi tunazofanya, lakini pia programu ambazo tumekuwa tukifanya kwa kushirikiana na nchi hizi. Moja programu ya programu kubwa tunayofanya ni ile ya kupeleka vijana kwenye hizo nchi husika, nchi za Denmark, Norway, Finland na Sweden. Kwa miaka miwili iliyopita, tumeshapeleka zaidi ya vijana 850 kwa maana ya kwamba mwaka 2023 walienda vijana 1535 na sasa wanaendelea kwenda, lakini kubwa ambalo tumejadiliana ni namna ya kushirikiana kwanza kuendeleza au kuikuza ile ile program ya exchange. Na sasa hivi tunachofurahi ni kwamba kama mlivyosikia, Norway na Finland wametoa room ya kuenda kuongeza programs hasa za wale wanaokwenda kwenye maeneo kama misitu, lakini pia na maeneo mengine, lakini zaidi tunaangalia namna ya kufanya nao program za baada ya vijana wale kurudi, tunasema after internship program. na hizo ndio tunazoziita za ni ku accelerate ile kazi ambayo imeshafanyika wamekwenda wamejifunza wamerudi, tunashirikianaje na, na hawa wenzetu kwa maana ya manufaa ya kila upande, vijana wetu kushirikiana na makampuni waliokuwa wanafanya nayo kazi kwenye hizo nchi walizokwenda, ili kuanzisha miradi ambayo itawasaidia kujenga uchumi wa nchi hii na kujenga uchumi wao wao binafsi, lakini kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengine. Lakini lingine tunaangalia namna ya kushirikiana nao kwenye maeneo mengine matatu, la kwanza ni eneo la tunashirikiana na kampuni za Denmark sasa hivi, tuko kwenye mkakati ya kuanzisha kituo cha umahiri cha uzalishaji wa mbegu za nguruwe, tunasema AI insemination center, a modern insemination center ya nguruwe kwa hapa Morogoro kwa kushirikiana na Danben Companies ya Denmark. Denmark. Yes, I'm the ambassador of Denmark. I'm very happy to visit uh, Sugeko today here in Morogoro.

weka wa item kutoka Sugeco nilikuwa Denmark, nikifanya kazi kwenye ni shamba la ng'ombe, nilikuwa na natukamua maziwa, lakini pia nilikuwa, nilikuwa ninashughulika na vile ng'ombe vidogo vinavyozaliwa Baada ya kurudi Tanzania, nikafanikisha kuanzisha shamba langu ya ufugaji wa kuku. Ninafuga kuku wa mayai ndiyo nimemwajiri kijana mmoja ambaye anafanya kazi kwa shambani, lakini pia kuna mdogo wangu ambaye ananisaidia hususani kwa muda h ambao niko nasoma shule kanakutai kuemba na nisaidia kila kitu, na mfanya kazi kwa anafanya kila kitu, kuilisha kusafisha, kila kitu kwa shambani. Vijana wasiogope kuanzisha wasi, kwa sababu biashara ya kuu kwanza inaogopesha, ni riski, lakini watukuwa watu tutekiski, wasiogope kuchukua riski, wafanye tu.